Nandy kajua kushughulisha watu, everyone is getting ready, kila mtu kaeka hina yake, hatari na nusu. Well, hello my beautiful people, we are back with another video of Nandy kibao kata. Sasa basi, em kwanza tazameni hiyo venyu yake ilivyokuwa, hatari na nusu, pamepambwa, pamepambika. Yani leo kita happen. Niwadokeze tu walioalikwa kwenye hii kibao kata, ehe, mastaa hao. Kuna Wema Sepetu, kuna Lulu Diva, kuna Miss Rita x wa Diamond Platnums, hatari sasa. Hey, sijui Zuchu unaweka hali kwa maana asijaona. Hmm, kuna Abigail Charms, yani kuna mastaa kama wote leo na washachukua vijora, washapaka hina za washapendeza, asija kalala mtu leo jamani. Huyu hapo Malikia Karim namuona yuko lelelele E, kashatia zake vihina hapo. Na huyu mchoraji mashallah. Pambe huyu hapo Abigail Charms na yeye. Huyu ni Wema Sepetu katupostia kijora chake kashachukua, yani kina ankot. Yani kama wote mko, tizameni hapa hii hey, video muone haya <laughs> mwenye shughuli yake kashafika yuko tayari mashallah mashallah, anajiandaa kwani urembo we <laughs> kuna <Why? laughs> moja wajaalika unawambiaje? <laughs>

Una kuna ambao wajaliko, unawaambiaje? Niko Uswahilini. Lazima uko mama ntilie Jola, mimi kishanifikia nikakiunge hiki kiwe cha kizaizai. Hebo uko kesho, kama ujaarikwa, make sure unaarikwa. Video za ajabu ajabu hatutaki, tunaenda kusasambua, kumwaga razi. hey. Umeona mambo yalivyo moto. Sasa tusubirini dakika chache tu, jambo linaanza, jambo liko lele, lele. Jamani, Zuchu sijui amealikwa, hmm, I can't wait aje kukutana na mke mwenzie huko, ila Nandy naye hey, hey, haya, tuone namjikumbushia hapa kidogo maneno ya Nandy alivyosema kwamba kibao kata chake hakitakuwa yani, kitakuwa pambe hakijawahi kutokea. Eh, hebu jikumbusheni afu leo tuone kapatia au Zuchu ndo anaweza mambo ya kibao kata. Hebu msikilizeni hapa, hali wa kesho Jumamosi tarehe ishirini na mbili ndo jambo letu sweet challenge winner. Tutamkabidhi mshindi wetu wa sweet challenge kitita cha milioni moja, lakini licha ya kumkabidhi mshindi wetu, tutakuwa na kibao kata cha kukata na shoka. DJ Mtasha atakuwepo pale. Jamani mm -hmm. DJ Mtasha mnalijua. Kwa mara ya kwanza kesho nitajulikana mimi ni Mchaga au Mswahili au Mpare. Kesho. Yaani kama hauna bando kesho, hakikisha hakikisha unaenda kukopa na bando. Kwa sababu yani, wanawake na ngai wote watakuepo pia bila za kutosha au kibao kata kinakuwa classic, kibao kata maji ya kwanza, sijui mnanielewa nikisema kibao kata maji ya kwanza. Kibao kata cha kesho hakijawahi kufanyika, kibao kata kama kinachoenda kufanyika kesho, kuanzia mapambo, kuanzia chakula, kuanzia vinywaji, kuanzia watu watakapopendeza, yani kesho ndio kibao kata kinakuwa kibao kata maji ya moto, maji ya kwanza na utokota hivi. tukutane Pambe zangu zote zitakuwa pale. Vipenzi, msisahau subscribe, like and comment, naomba weke notification yako on. Leo jambo liko lele lele Poli yake kashafika, yuko tayari mashallah. Na jianda kani urembo we